pamoja na watu wengine wameweka na kwetu sisi amana zao za mali ambazo wameandika wasia nakuwa tuweze kuwasaidia watu wameta wagonjwa, kwa hivyo ila kifika mwaka, ama kwa kwa mwaka miezi sita ambapo tunapata unawashukuru na Mwenyezi Mungu wa lakini, sambamba tunatoa hamasa kwa wananchi wote kwa ujumla wa Zanzibari, wale ambao wana uwezo kuweza kuziweka mali zao katika kamisheni ya wakfu na mali ya amana, ili kuweza kusaidiana sio kwa wagonjwa wa mental tu na wahitaji wengi unaati ngile ambapo sambamba ya hayo kuna ni itihada kubwa na serikali, lakini kutokana na unaeshi hivyo, t wenye uwezo tunawahamasisha kuweka mali zao kama wakfu na mali ya amana, ili kuweza kuwasaidia watu wenye mahitaji wenyewe. Tumezungumza nao kwa kweli, kwa kweli, kwa sababu kwa sababu wanamhitaji, na kweli sio hayo tu lakini